Misitu hii ni makazi ya viumbe hai na baadhi yake ni vyanzo vya maji ambayo ni muhimu katika ustawi wa maisha yetu binadamu na maisha yetu kiuchumi. Sasa mbali na uzuri huu, taarifa mbalimbali za hali ya mazingira nchini zimedhihirisha kuwepo kwa uharibifu wa ardhi katika maeneo mbalimbali ambapo inakadiriwa kuwa takribani asilimia sitini na moja ya ardhi nchini iko katika hatari ya kuharibika, na uharibifu huo pia umeongezeka zaidi kutokana na kuwepo kwa athari za mabadiliko ya tabia nchi, ambapo maeneo ya nchi yenye hali ya mvua chache yamezidi kukumbwa na ukame, na hivyo kushuka kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo na kutishia usalama wa chakula katika maeneo hayo. Uharibifu huu unachangiwa kwa kiasi kikubwa na shughuli zetu sisi binadamu, shughuli zisizoendelevu. Idadi kubwa ya mifugo isiyolingana na uwezo wa malisho, lakini pia ukataji wa miti kwa ajili ya kuni na mkaa, uanzishaji wa mashamba mapya unaotokana na kilimo cha kuhamahama, na uchimbaji holela wa madini pamoja na upanuzi wa makazi usiozingatia mipango miji. Na hapa napenda niwatake wakurugenzi wa miji katika halmashauri zote nchini kusimamia mipango miji ambayo tumejiwekea. Na mfano ni hapa Dodoma. Awali, CDA ilikuwa na ramani nzuri sana ya jiji la Dodoma, lakini sasa hebu angalieni tunapokwenda, tumekwenda kutengeneza makazi holela sehemu mbalimbali mbali za jiji la Dodoma. Tusiporekebisha hali hii, itafika mahali hata kufuata mgonjwa majumbani tutashindwa. Bado tunayo nafasi, ndio maana nataka viongozi wa mikoa, halmashauri na majiji Mkalisimamie hili. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, tafiti pia zimebainisha kuwa kila mwaka nchi yetu inapoteza wastani wa takriban hek hekta laki nne sitini na tisa elfu mia nne na ishirini za misitu. Upotevu huu wa misitu umepelekea upotevu mkubwa wa bayanuai na hatari ya kutowekwa kwa baadhi ya aina muhimu na adimu za jamii ya mimea na wanyama na hata wadudu. Aidha, tathmini ya Wizara ya Maliasili na Utalii inaonyesha kuwa hali ya uharibifu ikiendelea kama ilivyo, ifikapo mwaka 2033 uharibifu wa misitu utakuwa umeigharimu serikali kiasi cha shilingi bilioni mia moja sitini na saba lakini pia inakadiriwa kuwa upotevu wa bioanuwai ukiendelea utaigharimu serikali wastani wa asilimia tano ya pato la taifa kwa mwaka na kuathiri zaidi jamii maskini za vijijini ambazo zinategemea mazingira na maliasili kwa maisha yao ya kila siku. Hali hii inatupa picha ya hali ya uoto wa asili na mazingira yetu kwa siku za usoni ambapo inakadiriwa kuwa katika miaka hamsini ijayo uharibifu huu wa ardhi usipodhibitiwa unaweza kuleta hatari ya kugeuka kuwa jangwa. Ndugu wananchi na waheshimiwa viongozi, katika kukabiliana na uharibifu wa mazingira, serikali imechukua hatua mbalimbali za kisera na kimkakati ikiwa ni pamoja na kupitishwa kwa sera ya taifa ya mazingira ya mwaka 2021, mpango kabambe wa taifa wa hifadhi na usimamizi wa mazingira watoka mwaka 2022 mpaka 2032. Lakini pia kuna sheria mikakati na miongozo inayohusu masuala ya mazingira. Aidha, tunakuongezeka kwa kasi ya upimaji wa ardhi na umilikishaji wa ardhi kimila, uhamasishaji wa matumizi ya endelevu ya ardhi, hasa kilimo mseto, kilimo cha matuta, kilimo hifadhi na mbinu endelevu za, kuasili, za kiasili za hifadhi ya malisho. Sasa ili kuleta matokeo tarajiwa, napenda kutumia nafasi hii kuelekeza wizara, taasisi na mamlaka za serikali za mitaa nchini kuongeza kasi ya usimamizi na utekelezaji wa hatua hizi ikiwa ni pamoja na kuendelea kuhamasisha utunzaji wa mazingira kwa ujumla.